Ile Yanga gusa achia inaanza kurudi. Gusa achia etoya hapa, kama mimi mwango, fuatilia hapa ameweka nini? Unaona Yanga, unaona hii hapo, ifuatilia na Simba hapa kwenye pombe, ndio ameweka hii. Hii ni pombe hapa kama mimi mwongo, fuatilia hapa ameweka nini? Unaona Yanga, unaona hii hapa, ifuatilia na Simba hapa kwenye pombe ni wameweka hii hi? hii ni pombe wameweka nini hapa, kama mimi mwongo. Sasa hivi tuingie, wamekosa ubunifu, hana ubunifu uh. JSM apewe maua yake, unavaa jezi Zanzibar joto kuliko da jezi naic inaisi ndaniodube kafunga siku zote, unavyomkabidhi Mwenyezi Mungu maisha yako na unavyomwomba Mungu anakupa. Yanga wana kawaida kutoa sadaka, sindio? Wale watoto wanaomba majibu huwa yanajibu. Hii ni ishara nzuri kwa Dube kwa sababu anatoka akaomba, anaingia kasaa sana. Yeah. Dube kama dube. Yeah. Atafunga sana, atafunga bro, miazalewa anakuambia hivi. Yeah. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Wakati wa Mungu ndio. Yeah. Unapopitia machungu mengi sana, angalia mbele, kuna raa ambayo inakuja, walimsema. Yeah. Yeah. sana unaanza ukasemwa sana, halafu ukaja ukawa shujaa. Nani shujaa leo? Uwanja mzima hujamwimba leo, kaimbwa. Si ndio? Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, maana yake kuna wengine ni wanafiki. Sasa kwa maana hiyo, kuna mmoja nilikaa naye hey, kamtukana sana Dube baada ya goli, nikamwambia usishangilie, usishangilie, nisema tumpe muda, dakika bado. Kuna mtoto mmoja, unajua malaika kama huwa anatabiri, sema mama leo yuko wapi ule mtoto Mwita ule mtoto ule pale yule, mwita ule mtoto akatabili, njoo mwanangu, akatabili. Huyu hapa, leo tunakuja uwanjani. Hey. mtoto wangu amesema hivi mama. Hey. leo Dube anafunga malaika. Ndiyo mwanangu, huyu ni malaika. Hey. kaudia tena mamkubwa. Hey. Dube leo anafunga na kweli amefunga, kwa hiyo hawa ni malaika na ametabiri kweli, na dube amefunga. Kwa hiyo zungumza na ambao walikuwa wanamsema vibaya dube. Ah, mimi nasema ndio, na maana nimesema hivi, wakati wa Mungu ni sahihi, wakati wa Mungu ni sahihi. Yanga, umeonaje? Lakini hapo, ile Yanga gusa achia inaanza kurudi. Gusa achia, kocha ana mechi tatu toka ameanza mechi hmm, ngapi? Hii ya tatu, mpira ni mzuri, mpira ni mzuri. Kikubwa tumpe muda, mda wale walio katia walio katia tamaa kwamba Yanga kwa kwenye kundi hili ni gumu sana, atoboi nakwambia, hapa Zanzibar tutachukua pointi tisa kwenye uwanja wa Amani kama siara nilikwambia napotoka Malawi eh, nilikwambia taifa eh, waya hawatoki eh, na ni siku yangu ya kuzaliwa si ndio? Nilimtandika siku sikumtandika uwanja wa Amani eh, ama Karume. Yanga eh, anatoka eh, na eh, pointi tisa hapa. Eh, unabaki ujue. Pale boda ulisema eh, na kumbukumbu nzuri. Uliniambia mechi itakuwa <laughs> ngumu. Ngakwambia mechi itakuwa ngumu lakini eh, baada ya ushindi